Hivi wengine wakipiga piga hivi porojo zao hivi, mnakubaliana nao? Si nataki porojo, tunataka kazi, kazi, si ndio? Hii mnataka tena hadithi za siasa siasa? Mama akatekeleze mitano yake, tupate mabweni, tupate barabara, tupate vituo vya afya na kadhalika na kadhalika. Mimi niwashukuruni na niwapongeze na niwaombe sana, ikifika ile mwezi wa kumi, eh, Monduli tuko wapiga kura laki moja na ishirini na sita waliojiandikisha. Sasa natamani mimi nimemwahidi kwamba kwa heshima kwa tulionayo, mimi na ninyi na nawajua, tukampeni heshima mheshimiwa rais, kwa sababu chama chetu kimeshampa heshima yeye kuwa mgombea, yeye mgombea na mgombea mwenza Dokta Emmanuel Nchimbi, Nchimbi. sasa hiyo sisi heshima hiyo tayari amepewa na chama, sisi kama wananchi, sasa itakapofika Oktoba tukampeni heshima wananchi wa Monduli tuliojiandikisha ni mia moja na laki moja na, na, na tukamwambia, mama, tunakupa asante ya mabweni mama, tunakupa asante ya madarasa mama, tunakupa bodi, ua tunapata bilioni nne tu. Nini? Uongozi wa shule ya sekondari ya Manyara ina inashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira mazuri na rafiki ya kufundishia na kujifunzia. Mimi kama diwani wa kata naipongeza Mama Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miradi haya mikubwa kutoka juzi. Miradi ni mingi lakini haya mawili yanaenda sasa ku, ku, kutatua ile, ile tatizo ambayo tulikuwa naye hapa Manyara sekondari ya mabweni. Tumpongeze pia mkurugenzi kwa jinsi pia anavyo e, toa urasimu yani anavyo e, asababishi urasimu katika utendaji wa kazi hizi. Lakini pia nikushukuru wewe binafsi na nafikiri sasa elimu pia tumeshaeleweka kama kamati ya fedha kwamba ile kelele kelele za kila siku naona kama zimepungua e, naona kama imepungua e, wasimamizi wetu wametuelewa vizuri, wakuu wa shule sasa ni kama wamekuwa mainjinia na wenyewe pia. Mradi wa ujenzi wa bweni la watoto wa kike una umetekelezwa chini ya TASAF awamu ya tatu kupitia OPEX ya nne ambayo imegharimu jumla ya shilingi milioni mia moja na hamsini na nne laki moja elfu tano mia moja hamsini na nne na senti arobaini. Uh, kwa kweli tun, tunashirikishwa vinapokuja swala ya manunuzi tunashirikishwa kwao, tunashukuru na tunasimamia wote, mmoja akiwa yupo wasitoatoki, lakini sisi tunasimamia, leo wako wawili, kesho mmoja, kwa sababu bado tunamladi, tuna mradi wa barabara. Tunamshukuru mama Samia kutuona kwamba watoto wetu wana haki ya kutendewa haya, mama yetu Samia Suluhu Hassan.